Ni juu yenu kulifanya jambo hilo. fa inni akhafu an yatiya an kalili zamani, hakika yangu mimi naofia kutokea kuja karibuni, na zama zama za karibu tu. Naofia kutokea kitu kitu gani? idha dhakara al insanu nabiyya mtu pindi atakapomtaja mtume sallallahu alayhi wasallam wasalam waliqtidaa bihi na kumfuata huyo mtume sallallahu alayhi lhi wasallam, fi jamii ahwalihi, kwenye hali zake zote. Anawaambia hivi leo shikamaneni nyinyi na sunna za mtume na mienendo ya maswahaba, shikamaneni nayo. Mimi naofia muda wa karibu unakuja, muda huo ukifika Mtu akimtaja mtume sallallahu alaihi wasallam na akitaja kumfuata mtume na kufuata uislamu wa mtume sallallahu alaihi wasallam, kurudi kwenye uislamu wa zama za mtume sallallahu alaihi wasallam na kuchukua hali zake zote, dhammuhu, watu watamsema vibaya mtu huyo. Shikeni uislamu wenu leo kwa kupitia sunna na athari, kabla jambo hilo halijatokea huyo mtu atalaumiwa, wanafaru anhu na watu wenyewe watamkimbia na watawakimbiza wengine kunako mtu huyo, wenyewe watamkimbia na watu watawakimbiza na mtu huyo, msiende kwake, msimsikilize, msimfuate. Yarhamukallah watabarau minhu na watajitenga na mtu huyo, watajitenga naye waadhalluhu wa ahanuhu, na watamdhalilisha huyo mtu na watamfedhehesha na kumtweza katika jamii mtu huyo. Kwa hiyo hivi leo shikamaneni na athari kabla ya haya.